Katika ardhi ya Itigi ambako elimu na ndoto huenda sambamba, michezo imejikita kuwa nguzo ya malezi bora. Kila mwaka mashindano ya UMITASHUMITA huwaleta pamoja wanafunzi wa shule za msingi toka kila pembe ya halmashauri ya wilaya ya Itigi. Ni mashindano yanayojenga afya, kukuza vipaji na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Shule za misingi pia na sekondari. Huduma za afya wemama, ameboresha zahanati za kutosha na vifaa vya kisasa. Huduma za maji sasa siyo shida tena, amewatua kichwani ndoo wakina. Mwaka 2025 na halmashauri ya wilaya ya Itigi imeshuhudia mwitikio mkubwa na hali isiyoelezeka kutoka kwa wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla. Ma wadua, A, wawu, kia, china, umo, umo. Maandalizi ya mashindano haya yalianza kwa walezi na nizamu. Shule kutoka kata na tarafa mbalimbali ziliandaa timu zao kwa michezo yote, mpira wa miguu, netiboli, voliboli, handiboli na fani za ndani michezo walihakikisha mazoezi yanatolewa kwa viwango bora, huku vifaa na viwanja vikiandaliwa kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya ya Itigi. Ni maandalizi yaliyobeba matumaini ya kutengeneza nyota wa baadaye. na ya uwanja ilikuwa ni harakati, kelele za shangwe na ushindani wa aina yake. Katika mpira wa miguu, mabao ya kuvutia, pasi safi na mbinu za hali ya juu zilionyesha kuwa vipaji vipo ndani ya Itigi. Nitiboli ilitawaliwa na kasi, weledi na nguvu kutoka kwa mabinti hawa majasiri. Holiboli na handiboli kwa upande mwingine zilionyesha uimara wa mazoezi na ushirikiano wa timu. Kwa upande wa fani za ndani, uimbaji, ushairi na uigizaji iliwasilisha ujumbe wa amani, maendeleo na uzalendo. Ni picha ya taifa lenye vipaji vinavyochipua kwa kasi. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya walimu wa michezo, wanafunzi na maafisa wa michezo kuhusu umuhimu wa Umitashumita. Asante. Mimi kwa majina naitwa Oliveri Benedikto Mgoto, ni mwalimu mwanamichezo katika halmashauri yetu ya Itigi. Nipo katika upande wa mchezo wa handibal. Nashukuru, ma maandalizi yameenda vizuri. Anafikiri tunajiandaa kwa ajili ya kuandaa timu ya wilaya weza kuelekea mkoani. Kwa maandalizi haya yamefanyika vizuri, naamini tunaenda mpaka taifa Tumechukua mapungufu ya mwaka jana ambapo kidogo tulidelay, lakini mwaka huu naamini yale mapungufu tumefanyia kazi na timu ziko vizuri, tayari tumejiandaa kwenda mkoani. Michezo ambayo iliyopo katika katika halmashauri yetu iliyojiandaa nayo ni karibia michezo yote, lakini kanda zilizopo kuna kanda ya Mgamika ambayo imeunganishwa na kata tatu, kuna kanda ya Magembe, kanda ya Itigi, kanda ya Idodiandole nakanda Sanjaranda. Nashukuru kwa majina, naitwa mwalimu Mathew Francis Kanazi, mwalimu wa shule msingi Itigi, mwalimu kocha wa volleyball kwa muda mrefu sasa. Na kwa maandalizi ya volleyball kwa mwaka huu tumejiandaa vizuri, tuna uhakika tutafanya vizuri kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifa. Na kwa takriban miaka kadhaa tumekuwa tukitoa watoto ngazi ya mkoa kwenda taifa, na wakifanya vizuri tutokea Itigi kutafanya vizuri sana, na funtuzo. Kwa majina naitwa Ramadhani Shabani Hamisi natokea shule ya Pentagoni, na michezo nayoshiriki kuna football, handball, volleyball na tumejiandaa vizuri kwenye mashindano haya. Anaamini tunaweza tukarudisha ushindi nyumbani tunapoenda huko mkoani. Tumejiandaa vizuri na walimu wetu na tunaamini tuta kuweza kufanikiwa kwenye mashindano yetu. Kwa majina mimi naitwa mwalimu John Jackson Mzenga. Aa, ni mwalimu ambaye kwenye habari za michezo kwa ujumla nimesimamia kwenye kipengele cha fani za ndani. Watoto kwa kweli wamekipenda hichi kipengele na wamekifurahia kwa kweli, lakini pia watoto kwa ngazi hii ya wilaya aa, kupata wale washindani mkoani kule, tayari watoto wako vizuri Ninao watoto wawili, lakini pia watoto hawa wametengenezewa nyimbo mbili ambazo nyimbo hizi, wimbo wa kwanza unahusu kumsifia mama yetu Samia, rais wa Tanzania. Aa, lakini wimbo wa pili unahusika na masuala ya uhamasishaji michezo, lakini pia na mambo mazuri ambayo tayari ameyafanya mama yetu, mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli watoto wanafurahishwa sana na kitendo hichi, lakini kikubwa ni kwamba watoto ni kwamba wanatakiwa tu wapewe juhudi, lakini watoto wamejiandaa, wamejiandaa kikamilifu zaidi kwenda kupambana e, na wenzao mkoani kule, na nina uhakika kabisa kwamba watoto hawa walivyojiandaa, wana nafasi kubwa sana ya kufika hata ngazi ya taifa kule, wako vizuri. Asante sana. Kwa majina naitwa Ramadhani Yusufu Mbwana, ni mshiriki katika michezo Mitashumita. ni mi msanii, natokea katika kikundi cha Young Singers. Kwa majina naitwa Happiness Chef, ni msanii wa msani, natokea katika kikundi cha Young Singers. Kwa menne aliyotongoza uwe mama yuko vizuri, ameongeza shule za misingi pia na sekondari. Huduma za afya uwe mama ameboresha zahanati za kutosha na vifaa vya kisasa. Huduma za maji sasa siyo shida tena, amewatua kikani ndoo wakina mama. Kuhusu barabara, sasa zote ziko fresh kwa kiwango cha rami, zinapitika bilobishi Yo yo namba moja tumeshika, Tanzania wakilisha Singida ni mkoa, viongozi wa kutosha wa Tanzania hapa hapa pa kutosha. Eh, mwara wetu tujalie huz uchaguzi huu mwaka ukapite kwa, kwa salama. Diwani nyundo bunge nyundo, Rais yule yule mama yetu, Tanzania uhuru na haki vita, wale Tanzania jiea yeah. Karibuni sana viongozi, hii ndi changing room ya timu yetu kama mnavyoona hapa mbele tumeandika karibuni ama welcome to Mgamika Football Club. Hili ni eneo ambalo uh, kocha ama benchi la ufundi kwa ujumla wake watakuwa wanakaa na wachezaji kwa ajili ya kuweza kujipanga kuelekea mechi ama ule muda mapumziko wakati wa kipindi cha kwanza kuelekea kipindi cha pili. Tukiangalia hapa kan uh, tumedesign kama hii ni sehemu ambayo watakuwa wanakaa wachezaji. Ukiangalia kuna jezi ya juu na ya chini na viatu pia, kuanzia namba tatu. Kwa sababu tuna upungufu wa jezi, namba tatu tumezipanga kwa series, mwisho namba kumi na tano ndipo watakapokuwa wanakaa wachezaji. Lakini kwa upande wa hapa hii, tumeweka kama meza ambapo benchi la ufundi watakuwa wanakaa <coughs> kwa ajili ya kuweza kupanga mipango yao, mikakati yao kuelekea mechi yoyote ambayo watakuwa kabiliana nayo. Asanteni sana. Kwa majina naitwa mwalimu Gesi Abdalla kwa shule ya msingi Ukombozi. Nipo katika kanda ya Itigi na nipo kwenye kamati ya usafi na mazingira. Kiujumla watu kanda mbalimbali wamejitahidi kulingana na ma, mafunzo mbalimbali mbali ambayo wanayapata kutoka kanda mbalimbali mbali, za umu umu. Kwa kiujumla tutazungumzia kanda moja moja, kulingana na mazingira au usafi ambao nilikuwa nasimamia na jinsi walivyofanya. Kanda mbalimbali zimekuwa zikipata ujuzi au utaalamu kutoka kanda ya Itigi, ambayo kanda hiyo inatumia rasilimali zilizopo ndani ya darasa na hata katika mazingira husika kufanya usafi. Kwa upande mwingine, tuseme tutawapa pongezi kulingana na ushindi wao, lakini kuna kanda ya Mgamika na yenyewe ina ujuzi na utaalamu wa usafi katika mazingira ya bwenini kwa kutumia rasilimali ambazo zilizopo darasani, vifaa vya wanafunzi na hata vifaa ambavyo watoto wanavyo katika kambi husika. Kambi yetu au mashindano yetu ya kambi haya yamehusisha kambi kanda sita. Tuna kanda ya Itigi, tuna kanda ya mgamika, tuna kanda ya Ipande, tuna kanda ya Sanjaranda, tuna kanda ya Kitaraka, lakini pia tuna kanda ya sita Agondi. Wote wamepata uzoefu na tunatarajia mwezi mwaka ujao mashindano ya mwaka ujao usafi ndani ya usafi mashindano ya usafi watu watapanda zaidi na zaidi kiwango. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Yonathan Enoliangwe, e, ndiye mratibu wa mashindano ya UMITASHUMITA ngazi ya halmashauri ya Itigi kwa mwaka 2025 ikiwa sasa hii ni mwaka wa tisa, nikiwa na ratibu mashindano haya, lakini mashindano ya mwaka huu kwa namna ya pekee yamekuwa na tofauti kubwa kwa maana ya kwamba kanda kanda zimepunguzwa na katika kupunguzwa kwake tafasiri yake ni kwamba kanda zimeungana kata mbalimbali mbali. katika zile kata kumi na tatu zimeungana tukatoa kanda kanda sita ambazo watoto wengi walipata fursa ya kucheza zaidi kule kwenye ngazi za chini kuliko kama ilivyokuwa awali. Kwa mashindano ya awamu hii maboresho ya kwanza tumeyaboresha kwenye hilo eneo, kwa hiyo zimekuja kanda sita ambazo tunaendesha mashindano haya tangu kuanzia jana tarehe 25 Mei 2025 na tunategemea kuyamaliza leo, ikiwa inahusisha michezo ya soka soka wasichana, lakini mpira wa mikono wavulana kwa wasichana, mpira wa wavu wasichana kwa wavulana, lakini riadha kwa ujumla wake, kwa maana ya mbio mitupo pamoja na miruko, lakini pia tumeandaa pia sanaa za ndani pamoja kwa na kwaya na ngoma. Kwa kweli tunatarajia kama ilivyo ada ya halmashauri ya Itigi kufanya vizuri katika mashindano haya. Tunategemea kwenda kufanya vizuri zaidi mwaka huu, hasa sanaa za ndani, kwa maana ya muziki wa kiz, kizazi kipya. Mwaka jana tulishika nafasi ya kwanza kimkoa, lakini tulishika nafasi ya tatu kitaifa. Ni matumaini yetu kwamba kijana wetu, makosa madogo aliyoyafanya kipindi kile, mwaka huu ataenda kufanya vizuri zaidi na tunategemea kwenda kufanya vizuri zaidi. Tutaanza rasmi hey maandalizi yetu ya timu ya ngazi ya halmashauri ikiwa ni tayari, tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya mashindano hayo ngazi ya mkoa. Kwa hiyo ni matumaini yetu mashindano yatakwenda vizuri, ushirikiano na ushirikishwaji, walimu wanajituma, walimu wamejitoa kutoka kwenye kanda zote, kwa maana ya kanda ya mashariki ambayo inahusisha kata ya, ya Agondi eh, Idodi Andole pamoja na na, na pande lakini pia kanda ya Mgandu, Mitundu pamoja na Kalangali nao wako vizuri, lakini kanda ya Mwamagembe nzuri zaidi tumeona awamu hii. Kanda ya Kitaraka kwenye upande wa mpira wa miguu wamejiandaa vizuri na wamezipiga timu nyingi tofauti tumhozoea k tunazidi kuona namna ambavyo walimu wa michezo wana treni kule mashuleni na wanafunzi wanazidi kupata ari ya ushindani kadri wanavyofika kwenye mashindano haya. Asante. kwa upande wa soka, nikizungumzia mchezo wa soka, nikianza na mchezo wa soka, ni mchezo ambao tumeona kuna vipaji vingi sana. Vipaji vimeongezeka ukilinganisha na mwaka jana. Kuna vijana wadogo ambao wana talent, ambao sasa inakuwa ni inatupa challenge sisi walimu wa soka kuweza kuangalia vipaji hivi na kuweza kuona namna nzuri ya kuweza kuwaendeleza ili kufikia ndoto zao. Tumeona mashindano yameendelea, timu zimeshinda na hata zile ambazo hazijapata matokeo chanya, lakini unaona kabisa vipaji vipo vya watoto. Hiyo tunaichukua ni kama changamoto chanya kwetu sisi walimu wa soka katika e, halmashauri ya wilaya ya Itigi kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wana, wana talenti nzuri waweze e, kufikia ndoto zao, waweze kwenda mbele zaidi na, na, na, na, na, na vilevile tuendelee kuibua vipaji Rai yetu te tuweze kushikamana na viongozi wengine kama maafisa e, ya elimu kata, hata ngazi ya halmashauri e, kwa mjibu wa mwongozo e, mkurugenzi ambao ndio mwenyekiti wa, wa, wa timu ya UMITASHUMITA e, na makamu mwenyekiti ambayo ni midio e, wanatusapoti vizuri, ndio maana tunafanya vizuri na naamini wataendelea kutuunga mkono na hata tutakapoenda kwenye mashindano ya mkoa, tuna imani kabisa, Itigi hatujawahi kuanguka, tutaenda kushinda e, na kuwa wa kwanza mkoani. Halmashauri ya wilaya ya Itigi imeendelea kuwa nguzo muhimu katika mafanikio haya. Kupitia usimamizi wa mkurugenzi wa halmashauri, vifaa vya michezo vimepatikana, timu zimewezeshwa usafiri, na mazingira bora ya mashindano yameboreshwa. Uwekezaji huu ni uthibitisho kuwa michezo ni sehemu ya elimu na maendeleo ya vijana katika kila hatua. Mshikamano kati ya idara ya elimu, michezo na jamii umedhihirika. Licha ya changamoto nyingi, hali ya wachezaji haikupungua. Walimu waliendelea kuwapa moyo wanafunzi, mshikamano uliowaweka vijana kwenye mstari wa ushindi. Hey, hii ni roho ya UMITASHUMITA, kusimama imara hata pale changamoto zinapojitokeza. Napenda ni mpongeze mkurugenzi na afisa michezo wa Halmashauri kwa kuweza kukaribisha vijana kutoka kwenye kanda mbalimbali katika wilaya ya Itigi. Mashindano haya yametufundisha kuwa michezo ni chombo cha umoja, matumaini na maendeleo. Katika nyuso za wanafunzi hawa tunaona taifa lenye nguvu mpya. Itigi imeandika historia na kupitia UMITASHUMITA elfu mbili na ishirini na tano, vipaji vimezaliwa, ndoto zimepewa uhai, na njia ya mafanikio imechongwa ikachongeka. Tutakutana tena mwakani tukiwa na azma mpya, kwa ajili ya michezo, kwa ajili ya elimu, kwa ajili ya Tanzania yetu. Itigi ya sasa iko juu, Itigi ya sasa iko moto katika michezo chini ya uangalizi wangu pamoja na, eh, na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Itigi, eh, eh, ndugu Ayubu Juma Kambi. Asante sana.